Naam mtazamaji, e bwana, leo niko hapa na habari kutoka pande za 254, nazungumzia Kenya. E bwana, huko Kenya bwana, moja kati ya vituo vya redio vimeamua kumzungumzia Juma Jux, na moja kati ya vitu ambavyo vinavyo trend zaidi kumhusu kumuhusu Jux bwana ni ishu ya harusi. Tunajua kwamba Jux bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamekuwa wakipitiliza kwenye suala la kufanya harusi. Hii ni harusi ya saba wakijumlisha zote zile za kidini hapa Tanzania za kimila Nigeria, ile white wedding ya Nigeria, lakini wakarudi tena hapa Tanzania kufanya tena harusi nyingine ambayo hii hapa bwana inaitwa A day to remember. Bwana, e, hii ni harusi ya saba unaambiwa kwa mujibu wa takwimu ambazo tuko nazo, na hizi zote ni harusi moja tu, lakini zimegawanyika sehemu mbalimbali, Lagos na huko Tanzania Dar es Salaam. So hii nadhani ndio itakuwa final, huenda ikawa hivyo kwa jinsi ambavyo tulivyopewa habari za ndani ndani, lakini huko Kenya, bwana, imekuwa ni moja kati ya mada ambazo zimezungumziwa sana, yani topic ambazo ya zimezungumziwa sana katika redio za huko Kenya, na hii hapa bwana, ni redio inaitwa Radio 47 ambapo amemzungumzia na hizi harusi zake saba, na wameeleza kwamba kwa nini Juksi anafanya harusi mara kwa mara. So radio hii ya Kenya inaitwa, uh, hii ni radio inaitwa Radio 47 huko Kenya, ambapo wamesema wamezungumzia hiyo ishu, na mmoja kati ya watangazaji pale redioni bwana huko Kenya anadai kwamba Jux anachotegemea sasa hivi ni kufanya hizo sherehe za harusi, kwani ana nyimbo yote ambayo anajua kabisa kwamba akitoa nyimbo bila kufanya tukio kama hilo hazito hiti, lakini pia vilevile vile hakuna anachoimba kinachomfanya yeye aendelee kufuatiliwa sasa hivi, awe na momentum, awe relevant, ni swala la kufanya harusi. Sasa haijulikani kwamba akimalizana na mambo hayo ya harusi ni nini ambacho atakachokifanya? Maona so so, bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, unaambiwa huko Kenya bwana, wanadai kwamba Juksi hana kingine zaidi ya kufanya harusi, na anafanya harusi ili aweze kutrend kuhiti, kwa sababu ngoma zake hivi hivi, hivi haziwezi kwenda popote. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na wadau mbalimbali bwana, hapa Tanzania wamekuja kuweka maoni yao katika comment section, lakini pia watu mbalimbali hata huko Kenya pia wamekuja kuzungumzia the same thing na wa Nigeria nao wamekuja kutoa maoni yao. Kwa mfano huyu hapa anaitwa Eh, uh, huyo hapa anaitwa Malk Mukere, anasema kwamba I agree with him Juksi, ana trend tu kwa harusi ila nyimbo hamna, hawezi hata uh, jilinganisha na no wakina Mario kwa ndugu. So mwingine anasema bwana keep hating while we he, we are his fan continue supporting him Juma Juksi to the world. Ni huyo ni mnaijeria huyo amekuja hapa ku comment. Kuna mtu anasema so bwana jealousy is talking, yani wivu unaongea eh, uh, go <laughs> E bwana wa Nigeria wamekuja wamemwandama huyu mwandishi wa habari wa huko Kenya redioni. Katika kila video ambayo imepostiwa mtandaoni, ni kwamba watu wa wa kutoka Nigeria wamekuja kucomment kumsupport Jux na kumdondoshia madongo huyu mwandishi wa habari huko Kenya kwa hiki ambacho amekizungumza. Je, ukiwa kama mdau, hebu tuambie na wewe pia upande wako unalizungumziaje hili? Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.